Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Naomba kwanza nami nijitambulishe, ni katika shughuli hii. Ndugu mwenyekiti wa Tana, mlikuwa mmemwalika katibu tawala wa mkoa ili awe mgeni rasmi katika shughuli hii. Lakini kutokana na mambo mengi au shughuli mbalimbali za kimkoa na kitaifa zinazoendelea, e, viongozi wetu wengi kimkoa na hata kwenye halmashauri hawapo. Kwa hiyo akaona ni vyema niagize mimi niweze kuja kumwakilisha. Mimi naitwa Dr. Boniface Kasululu ni katibu tawala wa msaidizi nayesimamia masuala ya afya, ustawi wa jamii na lishe, ambaye pia ni mganga mkuu wa mkoa huu wa Songwe. Asante sana. Awali ya yote, napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kwa kweli eh, kuifikia siku ya leo na kutukutanisha mahali hapa, lakini pia nawashukuru sana wauguzi kupitia uongozi wenu wa chama cha wauguzi, kwa heshima kubwa ambayo mmemwalika au mmeitoa kwa kumwalika katibu tawala wa mkoa kuwa mgeni rasmi katika sherehe hizi, kwani mngeweza kumwalika mtu mwingine yeyote. Kwa kitendo cha kumwalika, ili aweze kushiriki katika maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani, ambayo lengo lake kubwa ni kuadhimisha kumbukumbu kumbu ya mwanzilishi wa fani yenu ya uuguzi Bibi Florence Nightingale ambaye kama ilivyoelezwa alizaliwa tarehe kumi na mbili mwezi Mei mwaka elfu moja mia nane na ishirini huko nchini Uingereza kwa wale ambao hawafahamu. Kutokana na tarehe hii ya kuzaliwa kwa huyu mwanzilishi ambaye baadaye nitapata nafasi ya kuzungumza kidogo kuhusu E, kazi alizozifanya tarehe kumi na mbili mwezi wa tano. Kwa hiyo kutokana na umuhimu wa kazi na huduma alizozitoa katika uhai wake, kwa hiyo dunia ikakubaliana kabisa kwamba kuna haja ya kumwenzi, na maadhimisho haya kidunia yamekuwa kifanyika kila ifikapo tarehe kumi na mbili mwezi wa tano na kutokana na maadhimisho ambayo yanafanyika kitaifa mkajiwekea utaratibu wa kufanya maadhimisho haya tofauti na tarehe hiyo, na ndio maana tuko hapa leo tarehe thelathini. Ni vizuri ili ikaifahamika, tuko hapa tarehe thelathini mwezi wa tano, sio kwamba ndio siku yenyewe. Siku yenyewe iliko tarehe kumi na mbili, lakini kwa ajili ya kupisha maadhimisho ya kitaifa, basi maadhimisho yameweza kuja kufanyika leo. Ndugu zangu wauguzi, naomba pia nitumie fursa hii kwa shukuru kwa maandalizi yote ambayo mmeyafanya pamoja na changamoto mbalimbali, lakini kitu kikubwa, naomba tu niwatie moyo kwamba jambo la muhimu ni kuhakikisha maadhimisho haya yanafanyika kwa, maadhimisho haya yamefanyika na mimi naona yamekwenda vizuri. Kwa hiyo niwapongezeni sana. Pongezi hizo zinakwenda sambamba kwenu, hasa kuenzi siku hii ya kipekee ya kumbukizi na kumwenzi mwanzilishi wa taaluma yenu ya uuguzi na ukunga ambaye alizaliwa takriban zaidi ya miaka mia mbili na tano iliyopita kwao tunazungumzia karne karne mbili zilizopita. Sasa hivi tuko karne ya ishirini na moja sasa, mwaka elfu moja mia nane ilikuwa ni karne ya kumi na tisa kwao, mnaweza mkaona historia ndefu kabisa ambayo ameitengeneza huyu mama. Nawapongezeni sana kwa kazi yenu nzuri mnayoifanya ya kuhudumia jamii kwa moyo, pamoja na changamoto mbalimbali mnazokumbana nazo. Aidha, natambua kuwa muuguzi, kati ya watumishi wa sekta ya afya, muuguzi ndiye ambaye anakaa au anatumia muda mwingi, masaa mengi kukaa na mgonjwa kuliko kada nyingine yoyote katika sekta yetu ya afya. Naomba mjipongeze. Kwa hiyo tunapojilinganisha, kuna madaktari lakini na watumishi wa fani nyingine, lakini muuguzi ndiye ambaye anatumia muda wake mwingi sana katika kukaa na wagonjwa. Kwa mantiki hii, napenda kutoa wito kwa jamii kutambua kwamba ninyi wauguzi ni watu au miongoni mwa watu muhimu sana kwa jamii na kwa hakika mnastahili pongezi, lakini rai yangu kwenu ni kuwaomba kuongeza bidii na kasi pamoja na ufanisi katika kutekeleza majukumu yetu katika dhana nzima ya kuboresha afya za wananchi wetu katika mkoa wa Songwe, lakini na Tanzania kwa ujumla. Ninaamini wauguzi ndiyo jeshi pekee lenye watu wengi lio mstari wa mbele katika sekta ya afya. Takribani asilimia sitini ya watumishi katika sekta hii ni wauguzi. Kwa hiyo mnaweza mkaona namna gani mnabeba mzigo mkubwa, lakini pia kuiomba jamii itambue mchango wenu. Lakini pia ukiachilia tu wingi wao au kutokana na wingi wao, wauguzi ndio wanaotekeleza zaidi ya asilimia themanini ya majukumu yote yanayotekelezwa katika sekta ya afya. Tunaposema muuguzi ambaye anatakiwa akae na mgonjwa wodini, lakini muuguzi huyu utamkuta kwenye eneo la kutoa dawa, muuguzi huyu utamkuta kwenye eneo la usafi, muuguzi huyu kwa, kuta, kwa, ku, kwa kulinganisha ukubwa wa kituo utamkuta anafanya majukumu mengine ya kiuongozi na kiusimamizi katika maeneo yake. Kwayo mimi binafsi natambua sana mchango wenu, naomba sana mpokee dhamira la hiyo. Lakini kwa mantiki hiyo pia, ninaamini kuwa mna uwezo wa kufikia adhima hii ya kufikisha huduma bora kwa wananchi, na hasa kama tutaamua kuungana na sekta nyingine nchini ili taifa letu liweze kufikia maazimio yaliyokusudiwa kwa kuwaweka watu kwenye afya bora. Ujumbe katika eneo hili ni kwamba pamoja na uwezo mliopewa, mafundisho mliopewa, pamoja na wingi wenu, sasa hivi, kutokana na maendeleo ya kiteknolojia, tunahitaji ushirikiano na wenzetu wa kada nyingine na wenzetu wa sekta nyingine, kwa kutambua kwamba kidole kimoja hakivunji chawa huo ni wasihi sana. Katika kutekeleza majukumu yetu, tunaombwa kushirikiana vizuri na watumishi wengine katika maeneo yetu ya kazi, lakini kwa kufanya hivyo, tutakwenda kuliwezesha taifa la wa Watanzania kutekeleza majukumu yake kiuchumi na maendeleo, kama tunavyoamini kuwa afya ni msingi wa maendeleo. Katika kutekeleza haya yote, najua mengine yako ndani ya uwezo wenu kama wauguzi na wanachama na mengine yako ngazi za uongozi mahali pa kazi na serikali kwa ujumla. Serikali yetu inajitahidi iwezavyo kuboresha hali ya afya za wananchi wake na kuwajengea uwezo wale wote wanaohusika katika kuwahudumia wananchi. Aidha, napenda kuwapongeza wauguzi wote wa Mkoa wa Songwe kwa kukubali kufanya maadhimisho haya ngazi ya mkoa katika halmashauri ya wilaya ya Mbozi. Ndugu wauguzi, serikali inatambua umuhimu wa wauguzi wa katika sekta ya afya. Kwa hiyo napenda kupongeza sana uongozi wa chama chenu cha wauguzi katika mkoa, lakini kipekee nimpongeze mwenyekiti wenu Bwana Vedasu Haule ambaye kwa taarifa nilizonazo alikuwa amemaliza muhula wake wa kwanza wa uongozi, na mlipofanya uchaguzi wa kuchagua viongozi katika awamu nyingine ya pili, mmeweza kumchagua tena kuendelea kuwaongoza. Kwa hiyo pongezi nyingi sana kwake na wengine ambao wameweza kuchaguliwa. Lakini niwapongeze nyote kwa kujitoa kwa moyo wa dhati, pamoja na kuwa na changamoto mbalimbali mnazokabiliana nazo kabile, katika utoaji wa huduma. Nimefurahi kusikia kauli mbiu yenu ya mwaka huu mwaka 2025 ambayo inasema uuguzi nguvu ya mabadiliko duniani. Kauli mbiu hii inalenga namna taaluma ya uuguzi na ukunga ilivyo na mchango mkubwa katika kubadilisha maisha ya wananchi wa nyanja mbalimbali kama vile uchumi lakini pia kijamii. Ni matumaini yangu mkifanya kazi kwa kufuata maadili ya taaluma ya uuguzi na kuitendea haki kauli mbiu hii, hatutakuwa na malalamiko toka kwa jamii yetu tunayoihudumia, na ninatambua kuwa mnafanya kazi kwa juhudi na kufuata taratibu za kazi, lakini niwaombe muendelee na moyo huo, pamoja na changamoto ambazo tunajua zinaendelea kujitokeza hapa na pale. Ndugu wa uuguzi. Nimefahamishwa pia kuwa sherehe hizi zinazoadhimishwa hapa leo kama ambavyo imeelezwa na viongozi wenu imeambatana na utoaji wa huduma mbalimbali e, bila malipo katika jamii. Lakini pia nafahamu kuwa katika wiki hili kuelekea maadhimisho haya mmeweza kufanya shughuli mbalimbali za kijamii ikiwemo utoaji wa elimu ya afya kwa wananchi, upimaji wa afya na utoaji wa zawadi kwa wagonjwa waliolazwa hospitali ambo mekwenda hospitali ya wilaya ya Mbozi, na huu umekuwa ni utamaduni wenu. Hongereni sana. Lakini pamoja na majukumu mengi mlionayo, naomba nitoe wito kwenu wa kuendelea kutoa huduma iliyo bora na salama kwa kuheshimu utu wa mtu bila ubaguzi wowote. Lakini ninafahamu kuwa wauguzi wengi wanafanya kazi zao vizuri kwa kuzingatia maadili na misingi bora ya taaluma yao, ingawa wachache hawakosekani, ambao wanaweza kuwa wanafanya matendo ambayo yanaweza kapelekea kuchafua mwenendo mzuri wa watu au watumishi walio wengi katika maeneo yenu. Na wito wetu ni kwamba wenzenu hawa ambao wanaweza kujitokeza kufanya mambo ambayo yanachafua taaluma yenu Msikubaliane nao, nyinyi wenyewe mna nafasi ya kuwarekebisha, kwa sababu ndio mnafanya nao kazi. Lakini pale itakapokuwa imezidi kwa kushindwa kujirekebisha, basi ni vyema mamlaka husika zikachukua hatua mbalimbali.